Eh, kijana kasaje pale. No, wewe kijana acha acha wewe, kuna vitu vyangu. Ghafla yeah, akatonyoka. Oi, yoka yeah. Yoka yeah, na kufanya yoka. Yeah. Mama wewe na kufanya yoka. Yeah. Eh, mzee akapata nafasi ya kukimbia Akaka turpoka kumbe, nje ulinzi ulikuwa ni mkali kwa kweli. Mzee akamwambia utoki hapa mzee, baba atoki mtu mzee. Akamwambia sikiliza, ni mimi ni mnao mimi, hatari japokuwa mko wengi, nitakunyuga pika kabisa. Mzee anawapiga maana anawapiga, kama kama kama, na anacheza nao maana hawajui chochote hapo. Huyu mzee kumfui milala mzee choloma. Eh, nisiwaumize nyoo, watoto wa kike, watoto wa kike, so nisiwaumize, nisiwaumize, lakini anawapiga polepole. Ninataka meno, ninataka meno. Wewe bwana unaenda wapi? Eh, ili bakuli lazima liokote meno nganga nganga nganga. Unakumiza nini? Baba baba baba, lete meno. Lete meno.

Mzee baba Chiloloma akazidi kuwatambika taratibu. Akazidi kuwaonyesha. Piga kabisa kabisa. Dafra. Eh, mzee, shikamoo shikamoo. Eh, eh, baada ya tuona, wewe unaenda wapi? Huyo mwizi mwizi mwizi una nini kaumo ndani? Huyo mzee kama hawezi kuaibia. Huyo mwizi ametuiba, afaka tupige kule kule. Hawezi kuapiga mzee kama huyo. Acha unyanganyika. Huyu ni gaidi mnoma mhatari, jambalika shetani, utumbo ujokala kuda deki zake. Pande wa pili kulikuwa kuna dojo. Eh he, hiyo wanapigana kwa vikufu. Utakoleta hivi leleta hivi leleta hivi. Lakini katika dojo hii, bwana, kuna mtu mmoja anapata tabu sana. He, anapata shida shida shidani kulikwe. Eh, nani huyo anayepata shida shidani? Naye si mwingine ni Jack Chaney. Mtoto wa mama, mtoto tundu, mzake tu anafanya mazoezi, yeye anafanya usafi. E bwana, sio mchezo. Sijui mtu huyu hapa alikuwa ni kwa nani yake, sijui kwa nko yake, sijui kwa nani yake. Mzake anafanya mazoezi na anatamani sana kufanya mazoezi, lakini inabidi afanye usafi. Wakati anafanya usafi akaona mzake anafanya mazoezi na yeye akaanza kumbebea. Ghafla ghafla, mm, master akaamka kutoka singizini. Eh, eh, mbona tab? Kijana anafanya mazoezi. Pigwa moja pakaka, ongeza nani. Aya, wewe bwana mdogo. Wewe ni kwa ajili ya kufanya usafi. Sio kwa ajili ya kufanya mazoezi? Msikia? Akamgemea ni kwa nini baya? Eh, kijana, kijana, kijana, kijana, kijana. Unaleta ujinga. Wewe kufuta masta. Wewe ni kufuta mjomba na kufuta. Usilete ujinga. Usilete sana kwa nyumba sana. Kuda deki. Mjomba Somali, mjomba Somali, nimekosa juu ya mbingu na duniani. Sasa sikiliza, ngoja nikuonyeshe kitu. Akaloweka miguu yake kwenye poda hii, sijui maana miguu imeshikwa na maji. Akaloweka kwenye poda, kwenye unga Jack Chen, kisha safisha. Lakini jamani, kumfanyia makusudi haya haya. Jack Chen, njoo msho, njoo njoo, usafishe hapa. Unasafishaje unaacha uchafu

Mzee Makweko na yeye akamwambia, sikizeni we'll, yaani mnatokam kakamavu kama mimi, na kitu pekee peke kuonyesha ni mkakamavu. Angalieni zoezi zinaenda kulifanya na master wenu. Hiyo baba kikawaka. Kumbe mzee mkwe mwenyewe ajui lolote ajui chochote. Anakufuya kuombea maji tu. Oyo, oyo, oyo. Ona, nye, nye, nye, nye. Baba tikawaka. Aya, bwana mkubwa, amna shida Bwana bwana bwana. Mdogo, mjika mjika. Una chika chika <laughs> ya mdogo. Hawa kuja Njoa. Sasa sasa hapa na na mimi mimi kwenye kwenye mafunzo, mafunzo eh. Naenda sana mfano. Unapopiga usiwe legelege kama mtoto wa shangazi, hivi. Zuia hii, sio ingangn Ameacha wazi njiga kama huyo. Eh, hey, yani mask anajioshia kule kule kwa daktari. Yani wewe umelegea legea, umelegea legea, utazani utazani nili, utazani mkia wa kondoo. Nanyi msilegelege, hakisha ni kwamba mnakuwa mmekoma kule kule. Kama hivi mnakuwa mkaze. Usio mjiga mjiga kama huyo. A a, bwana ndogo. Wewe nitakuwa unanili, hebu shughuli. Cheki, anarusha belegea legea, utazani utazani miguu ya panya. Niko piga hivi. Ndogo jikaza kaza nyangau ai Jakcheni, jakcheni, jakcheni anapata <laughs> taabu sana kwa mjomba wake hapa. Da, sio mchezo. si mzee baba eh. Kwa na nyinyi msilegelege kama wakakamavu, kufui, nataka wanaume wakakamavu eh. Haya, darasa na limealishwa, tukutane baadaye.

Cheki anavyofanya kwa kualaakichwa n iwe kuifanimeknaikitendo nachofanyiwa kitendo cha dharau kabisa kabisa. Hii ni fundisho kwa watu wanaoishi na watoto wa ndugu zao, msipende kuwanyanyasa watu kwa sababu mnawalea. Hata kama hata kama yuko kwako, Usimnyanyase mtu. Pole sana ndugu yangu, pole sana. Pole sana. Ngoja tu. Kama ukimbia. Kama ukimbia. Fika mahali fulani. Pande wa pili tunamwona Mzee Choloma. Maskini wa watu wana mahali pa kwenda, anakaa popote tu. <coughs>

Yaani mimi hapa ndo ndo master mwenyewe natengeneza walinzi hatari. Yaani hapa na, ya yani na mlinzi ambaye anapiga kufu, anapiga judo. We, sio mchezo. Yaani jamaa na kumunta yule anapiga hata walindia, atakulinda wewe, atakulinda atamlinda mke wako, atalinda mali zako, atalinda chochote ambacho kwa macho. Yule jamaa anapiga. Kama nilivyo mnanoma, mnipatie. Eh. Hey. Na niko na msaidizi wangu hapa yeye akisema kila kitu kinakuwa sawa. Eh. Hey. Yaani mimi nakwambia, yaani wewe ndo mlinzi wangu mimi nimtegemea. Yaani huyo ni amevuka, amevuka kila kitu, anapiga. Yani, hey, no, okay, sawa. usimsifie sana. Ngoja tumpe zoezi moja. Moja tu, moja tutajua tumpe kipimo kama kweli yeye eh, anapiga kumfu kweli. Ah, usiogope. Eh, jamaa mjinga anakataa nini? Ngoja. Wewe mtakufu jo. Eh, mjo uwaonyeshe jinsi ugali unavyoliwa na paka. Eh, anavunja tofali huyo. Hiyo. Ngoja. Tofali moja. Tofali moja sio kipimo. Ngoja tu. Hiyo ambaye anapiga tofali, anapiga tofali. Kwenzi moja tu vipi mpunjika? Subiri kijana. Eh uh, Mungu wani kuongezea mawe. Kivunja matofali matatu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo itakuwa fanya fanya. Anakudharau. Nikivunja je? Uh, ngoja ngoja nipange. Uh, yo, kama ni ya Ah, ah kweli ni kidume. Wewe ni kidume. Ah, ya Jamaa kumbali aliumia treni haya, haya. Alishazuia treni. Ile treni ya paleta sala alishazuia. Mama mama mama mama ma, ma. Ah, inauma inauma inauma. Wewe njoo Mr. Kufujo.

Jamaa analalamika kweli. Kweli. Yoni sandu mefanya nini bana? Ah, yani mekosa ila hivi vikudari kisa ya ah. Ah, ya flaka, mkuta mzee Chiloloma amekaa hapo. Wee, mzee umetuletea gundu. Wee, umetuletea gundu hapo, umetuletea anaondoka, mimi navuta navuta upepo hamna auakamkuta adabu mkuta, niwafundishe madabu. Ngoje niwafundishe madabu. Akaanza kwa vitu. Ghafla aje kichana kapita, ametoka kuokota kuni. Nyie msimshambulie mzee, mko peke, peke yake, mko mzee mzee peke peke yake uko mko mia na hamsini mnampiga mzee. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani baba mzee hivyo. Acheni kwanza sisi wote watu watu wa amani na na mtu mtu mmoja mmoja kama kweli mnapenda fea, mtu mmoja mfate iwafundishe e, e, aa Maskini watu cheni, Ui, mtoto wa watu. Tawapiga hivi tawapiga hivi, mtoto tawapiga bwana. Mdogo, usiwe na pressure, ngoja nikuonyesha, wanapigwa hivi wanapigwa hivi.

tuna kiwasha tunakinukisha, kinukisha tuna wanyamazisha tuna watuliza, mzee baba, ujua kimewaka kwelikweli. Yakcheni anaendelea ya kupata mafunzo a ta taratibu huku anakinukisha kwelikweli, mzee baba. nam nam, tukutane katika sehemu inayofuata mzee baba. Ehe, sio mchezo eh. tazama moto, tazama moto, moto mewaka moto, moto, mzee baba, piga kwenye betulina nyoyo, kanipiga kwenye beturi nyoyo, umeme unakata. oh. oh.